Ukanda wa pwani ambapo mbunge wa Mvita Mohamed Soud Machele ameahidi kushughulikia changamoto kuu zinazokabili sekta ya elimu katika eneo bunge hilo zikiwemo miundombinu duni na ukosefu wa umeme katika baadhi ya shule. Machele aliahidi kushirikiana na NG-CDF kuweka mradi wa umeme wa jua shuleni ili kupunguza changamoto za ukosefu wa umeme. Tumekuja kusikiza changamoto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 NGCDF na REREC wapate kupata solar panels zosaidie kwa hizo utility bill zao. Secondly, tutawashikanisha na food for education wapate kupata usaidizi kwa chakula. Another issue ni infrastructures kama NGCDF tutaangalia upande wetu na zingine tutakwenda kwa ministry tupate kuwasaidia. Umeona, sports pia ina manufaa. Ma saa hii rais wetu ile msamaivuto ameinvesti ameinvest sahihi kwa sports. AFCON ilikuwepo na kuna hiyo CHAN ili ilikuwepo na AFCON imekula